Bwana e, kuna picha kama ambavyo navyoona nimekuwekea hapo zikuonyesha, e, mke wa Mwijaku akiwa pamoja na Mwijaku mwenyewe, e, ni baadhi ya picha ikiwa wamepiga pamoja, na kuna picha zingine wamepiga tofauti tofauti. E, bwana, gumzo limekuwa ni jingi sana hapa mtandaoni kuhusiana na video zilizosambaa za Mwijaku kumdhalilisha mke wake. Yani, e, michepuko miwili ama wachepuko wawili wanamgombania Mwijaku ilhali Mwijaku E, ni mtu ambaye ameoa kabisa na yuko na watoto wawili. Sasa ikawa ni mambo ya aibu kabisa haya. Mwijaku anayoyafanya tena anachepuka na wanachuo e, wadada wa shuleni kabisa. E, Mwijaku hapa kiukweli <coughs> ameweza kuzengua. Sasa watu wanasema e, huyu bibi ya Mwijaku huyu, e, jina lake nimelisahau kiasi hivi. E, huyu bibi ya Mwijaku E, watu wanasema ni bibi ambaye anavumilia mambo mengi sana sababu ukiangalia wameweza kutoka mbali na Mwijaku sababu kama hizo picha unazoona walipiga kipindi kile ikiwa hawana hela na kipindi ambacho ilikuwa bado wote wako vijana. Sasa hivi ni wazee kabisa e, usimwone Mwijaku ni lava boy bwana, yule ni mzee kabisa, hadi mke wake pia ni mzee, sema bado wana watoto wawili tu e, na Mwijaku ameanza michezo hii eh, ya kuchepuka ameanza kuisaliti eh, ndoa mapema. Uh, wengi wakitoa maoni wakisema ama ni sababu eh, amejenga kigorofa kile cha bilioni moja na nukta tatu ndio maana wadada wa chuo wanazidi eh, kumshobokea, na pia sijui ni kwa nini ama ni nani aliweza kuvujisha ile video iliyokuwa eh, mchepuko akipigwa sababu ya kutembea eh, na Mwijaku ila sijui madhumuni yake aliyevujisha ile video alikuwa anataka nini, huku Mwijaku mwenyewe akisema kwamba wale ni watu tu e, waliokuwa wametumwa kumharibia brand na atadili nao e, kiukweli. Mwijaku anasema atadili nao ipasavyo e, wengine akisema kwamba ni ukweli e, huku comment zikiwa ni nyingi, baadhi ya watu wakisema kwamba ni e, madada wale walikuwa wanaigiza tu e, kama ambavyo mnamjua Uh, vihoja vya Mwijaku lakini watu eh, wanasema yale si maigizo bali ni swala ambalo lipo serious kabisa, na linaenda mpaka sasa, linaendelea kuchukuliwa hatua tunapoongea. Basi Mwijaku tayari yuko rumande huko, kesi ya imeweza kufika makao makuu na mambo yanazidi kuwa moto eh, na nitakueleza ni kwa sababu gani eh, kesi ile imeweza kufika Uh, itakaoingilia eh, na na na eh, eh, lakini hili la Mwijaku serikali imeweza kuingilia, sababu ya kuna vitendo fulani vimeweza kufanyika vya kuonyesha kwamba ni unyanyasaji eh, wa kijinsia na ni unyanyasaji wa haki za kibinadamu, kama ambavyo serikali ya Tanzania jamhuri hii ya mama Samia Suluhu Hassan inakataa vitendo kama hivyo. Nitakwenda kuelezea kwani kumetokea nini mpaka kesi hii ikafika kotini ama ikafika mahakamani. Mbona wachepukaji wengine hawapelekwi mahakamani, e bwana? zidi kusubscribe na zidi kulike zidi kushare, comment pia acha kwenye comment section pale na share kwa marafiki zako ambao pia wao wangependa kuzipata habari hizi kem kem zinazotokana na channel hii ya Umbea Media TV, ambao ndio channel inaozidi kukupa matukio makali na inayokupa habari zote zinazotrend mjini hapa na hata pia katika mitandao mingi ya kijamii usikose kusubscribe asa, tuendelee na story yetu mtazamaji ya huyu Mwijaku paka tumuelewe kinagaubaga huyu e, DC Mwijaku alikuwa anataka nini kwa wanachuo hawa. Yani wanachuo wawili e, na rafiki yao mmoja e, yenda e, wangechelewa hawa basi, yule rafiki yao pia naye angetembea na Mwijaku, sababu Mwijaku katembea tayari na wanachuo wawili, ndio hawa wanagombana ama pia wanapigana. Mpaka kumfanya Mwijaku kesi iwe kubwa hapa. Sasa, kama kawaida alipokuwa nimekwambia nitakueleza ni kwa nini kesi hii imefika mahakamani ni sababu, e, Mwijaku ana deti na mwanachuo, na unajua mwanachuo hata kama ni mtu mzima lakini bado yuko shuleni e, inakuwa ni kesi e, kivingine, alafu pia achana na hiyo kuna huyo mchepukaji sasa. Yani hapa nataka unielewe vizuri mtazamaji, Mujaku wako na mchepuko wa kwanza na yuko na mchepuko wa pili. Huyu mchepuko wa pili alimfumania mchepuko wa kwanza na Mujaku. Sasa, huyu mchepuko wa pili akamchukua rafiki yake, wakaenda kumpiga yule mchepuko wa kwanza. Na sio kumpiga tu eti kumpa adabu, yani kumpiga kumumiza, kumvuta nywele, kukata nywele zake kutumia panga na pia kumpiga na mafimbo na kumjeruhi eh, vibaya vibaya mno. Eh, yani hapa kumanisha haki hajafuatwa eh. Kwa nini unampiga mwenzako kinyama ama kihuni namna hiyo? Hii ndio sababu ya kesi ya Mwijaku imeweza kufika kotini. Nadhani mpaka hapo umeweza kunielewa ni kwa nini kesi ya Mwijaku imeweza kufikishwa uh, kotini kule, na tayari Mwijaku na huyu Mwijaku na huyu mchepuko wake wa kwanza, na pia huyu mchepuko wake wa pili, na huyu rafiki rafiki wa wachepuko hawa wamekamatwa wote na kutiwa mbaroni. Sasa hivi wote watatu, yani wote wanne wapo rumande, wanaendelea kusikilizia kesi. Tusikilize e, majaji wataweza kuamua kivipi, kama watafungwa ama watapoa watatoka kwa kuchumia bondi e. Lakini watu wengi wanauliza maswali, ni kwa nini mke wa Mwijaku amenyamaza, hajachangia chochote haja comment wala hajaongea chochote e. Sijui ni sababu gani mtazamaji e, ndio hiyo maana watu wanasema mke wa Mwijaku ni mvumilivu kweli kweli. Ingekuwa ni mke mwingine tayari hapo kingekuwa e, mambo mengine yanatembea kama vile e, talaka ama kama vile e, vita vingekuwa vimezuka baina ya Mwijaku na mke wake. Sasa hapa ingekuwa ni vita aina tatu: Mwijaku, mke wake, na mchepuko na michepuko yake like. E, lakini mpaka sasa mke wa Mwijaku ameweza kunyamaza, hajaongea chochote. Sijui anapanga nini. Unajua mtazamaji, ukimwona Kobe ameingiza kichwa ndani, jua anatunga sheria zake pale. Kwa hivyo, hatuwezi kujua mke wa Mwijaku anapanga kitu gani, lakini chochote kitakachotokea nitazidi kukujuza hapa, hapa kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambao inazidi kukupa habari hizi kemkem kem. Eh, za huyu eh, Mwijaku mwenyewe anapenda kukwambia hala eh, sasa hivi hala yake imeweza kukamatwa, ama sasa hivi eh, uchawa wake eh, utaishia gerezani eh, kule eh, huyu Mwijaku wenzake eh, machaa wenzake kama vile Doto Magari na eh, Baba Levo wameweza ah, kumuingilia sana kusema kwamba ah, kichwa mviringo eh, asisingizie shetani e, bali tu ni michezo yake anayoifanya e, leo ameweza kunaswa kweupe Oto e, Magari anakwambia msomi e, ameweza kunaswa kweupe leo, hawezi kujitetea popote. Umbea Media Tv e, bwana usahau kusubscribe.